Unasema tu tam ukio pande gani ya Kenya? Unasema kazi bila break ukio kaunti gani? Kuna hii mambo naona kila mtu anaongelea mambo ya Migori County. Eh, Migori County. Aya, hapana kuenda hivyo. E, hii ni mambo gani sasa? Meona jana vilipuzi imepatikana pale kwa daraja. Surely! Is this the best you can do? Hata mwaka ijaisha pale Kiancha. Viatu ilirushwa mkutano ikiendelea, na mkagonga hadi bosi, tukanyamaza Mwaka hata ijaisha tena jana vilipuzi imepatikana kwa daraja. Mmefanyiwa, masoko imetengenezwa, mabarabara, mambo ya maji, stima na India, asante mnarudisha. Surely. Tunajua maadui ni wengi ambao hawataki nchi yetu ibadilike na tunasema washindwe mfululizo Watu ambao hawataki nchi yetu ibadilike, rishwa mara saba. This is very painful. Hii si mambo ya kupuzilia hivyo surely. Hapana, Migori hapo naye umetuangusha. Ah, umeona, bosi alikuja hii kaunti yetu siku tatu na hakuna hata siku moja ulisikia mahali vituko. Hapana, hiyo si poa.